Washiriki zaidi ya 117 kwa taasisi za umma na binafsi, mashirika, makampuni, wafanyabiashara na wajasiriamali kutoka mikoa wa kumi ya Tanzania bara pamoja na nchi jirani ya Kenya wamehudhuria maonyesho hayo yaliyodumu kwa takriban siku kumi, ambapo waonyeshaji wa bidhaa wameeleza hali ya maonyesho alafu pia tunakuja, tunafanya biashara, tunashirikiana na wao, sababu hata pia wanakuja kwetu, tunawaziliana mawazo, tunanunua vitu ya Tanzania, wananunua vitu ya kwetu. Sasa hapo ndio tulikuwa marafiki sana mpaka Exhibition yoyote ikiwa kwetu ama kitu chochote kikiwa hapa tunaona ni vizuri tukuje tushirikiane na nyinyi hapa. Huwa tunatembea kila mara, tuko Uganda, tunaenda Rwanda okay. Na pia kuna maonyesho ya East African countries yeah. Kama vile ilikuwa yeah. Nairobi wiki jana. nimekuja kushiriki maonyesho haya kabisa, kwanza kutafuta fursa ambazo zitakazoniwezesha kuendeleza biashara yangu zaidi kiteknolojia pamoja na kimasoko. Mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara viwanda na kilimo TCCIA mkoa wa Morogoro, Mwandhini Mianza, amesema malengo ya maonyesho hayo yamefikiwa kwa asilimia hamsini na tano ya malengo yaliyojiwekea kwa kufuata dira mendeleo ya maendeleo ya 2025 kwa mpango mkakati wa miaka mitano, ambapo asilimia 70 ya washiriki ni wajasiriamali wadogo. Kielelezo cha mafanikio yote haya ni matumizi bora ya ardhi maana hakuna kitu tulicho kiona ambacho hakitoki ardhini. Kila kitu ni ari na kilimo. Tunategemea kuwa ari ya kukua kwa viwanda vidogo na kuongeza thamani ya mazao itaonekana wazi, na bila shaka vyombo vya serikali kama vile TBS, TFDA, Brela na kadhalika, tutakuwa tumefikia sababu ya kushikamana vizuri ili kuweza kutafsiri yote yaliyoonekana, kuweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji kwa wafanya biashara hawa na wajasiriamali hawa, ili waweze kufanya shughuli zao kwa amani na utulivu, lakini waweze kutengeneza vipato vyao na kuweza kutengeneza faida na kuongeza pato la mkoa na taifa kwa ujumla. Mkuu wa mkoa wa Morogoro, Adam Malima, akizungumza na wananchi na washiriki wakati wa kufunga hayo maonyesho hayo, amesema maonyesho yana msingi wa kujenga uchumi na ya yanafungua fursa pamoja na kuongeza ujuzi wenye ubora. Tunatekeleza dira ya mwaka elfu mbili na hamsini. Malengo yetu ni kwamba kuufanya Morogoro kuwa ni Morogoro wenyewe as, as Morogoro tunataka uwe ni mkoa wa uchumi wa kati kabla ya mikoa mingi sana ya Tanzania hata wale ambao wana nguvu ya uchumi wa viwanda na uchumi wa, wa biashara growth. Tunapanda wote wote, tunakuwa na ukuaji economic growth ya pamoja, kama as a country. Wote tukipima tutapata wastani, wengine wanazidi, wengine watapungua. Sisi uzalishaji wetu wa uchumi wa kilimo ambao tunataka uambatane na uchumi wa miundombinu hii inayopita yote hapa, hizi economic infrastructures zote zinazopita Morogoro zinachangia uchumi wetu kwa kiasi kikubwa.